Joka la kijijini Mwitongo. Katika kijiji cha Mwitongo, watu waliishi kwa amani, wakilima na kufuga, wakiabudu misitu na milima yao kama sehemu ya maisha. Lakini usiku mmoja wa mwezi mchanga, ardhi ilitetemeka kwa mshindo mkubwa. Mlima uliovaa ukimya kwa miaka mingi ulitoa kilio cha kutisha na kutoka msituni likatokea joka kubwa lenye macho mekundu na ngozi ya chuma. Wakazi walikimbia huku joka likiteketeza maboma kwa moto mkali. Lilionekana lenye hasira, si kiumbe cha bahati mbaya, bali kisasi kilichochochewa. Wakati wote wakihama, kijana mmoja aitwaye Lugano, yatima aliyekulia kwa bibi yake, alisimama tofauti. Alikumbuka maneno ya babu yake aliyekuwa mchawi: joka haliibuki bila sababu, tafuta kiini, si kivuli. Akaingia msituni, akaelekea kwenye pango la kale ambapo joka lilitokea. Ndani ya pango palikuwa na maandishi ya kale: usichukue moyo wa walinzi wa asili, la sivyo hasira yao itakuwa moto. Lugano alielewa. Wachimbaji waliovamia msitu miezi michache iliyopita walichukua jiwe linalong'aa, moyo wa joka. Bila hilo, joka linakuwa kipofu wa hasira. Kwa ujasiri, Lugano akaenda kwenye kambi ya wachimbaji akaiba jiwe hilo. Jiwe hilo lilikuwa na mwanga wa samawati kama linalovuta pumzi. Akarudi kijijini haraka. Alipofika, joka lilikuwa limeteka mashamba na kutishia kuvuka mto mkuu uliotenganisha kijiji na mji jirani. Lugano akasimama mbele yake akiinua jiwe juu ya kichwa chake. Joka lilimtazama likamkaribia polepole, halikumeza kumeza. Lilinusa hewa, likatambua uwepo wa moyo wake, macho yake yakabadilika kutoka mekundu kuwa bluu. Likapumua kwa kina, moto wake ukazimika na likaangalia Lugano kama kiumbe kinachotambua mshindi wake. Kwa kishindo cha mabawa likaondoka kuelekea angani likiacha mwanga wa amani nyuma yake. Watu walitoka mafichoni wakamzunguka Lugano kwa heshima. Walimpa jina la Mlinzi wa asili na tangu siku hiyo hakuna mtu aliyewahi tena kuingia msituni bila ruhusa ya wazee. Hadithi ya Lugano ikawa ya kusimuliwa kila usiku wa mwezi mchanga ikiwafundisha watoto kuwa heshima, akili na ujasiri huweza kulinda hata kijiji kizima dhidi ya moto wa joka.